Hospitali ya Taifa Muhimbili imefikisha idadi ya watoto mia moja na tatu waliopandikizwa vifaa vya kusaidia kusikia, kwa kitaalamu tunaita cochlear implant, tangu kuanzishwa kwa huduma hii kwa mara ya kwanza nchini mwaka 2017. Kwa hiyo hii inatupa nafasi ya kuwa hospitali ya kwanza katika nchi ya Jumuiya za Afrika Mashariki katika zile hospitali za umma kutoa hii huduma kwa rekodi ambayo haijawahi kuvunjwa na hospitali nyingine yoyote ziwe za private au za umma. Kwa nini tunajivunia rekodi ya watoto hawa mia moja na tatu? Ikumbuke kwamba tangu mwaka elfu mbili na kumi hadi mwaka elfu mbili na kumi na sita ikiwa ni miaka kumi na sita serikali ilikuwa imesafirisha nje ya nchi watoto hamsini kupata huduma hii ya kupandikizwa hivi vifaa kwa gharama ya shilingi milioni 120 kila mtoto. Unaweza kuona watoto 50 wa waliweza kusaidiwa kwa, kwa zaidi ya bilioni sita. Hiyo ni kipindi cha nyuma. Aidha, tangu tulipoanzisha huduma hiyo <ghoff> nchini mwaka 2017 <F2> serikali ilifanikiwa kutoa huduma hiyo kwa watoto 34 ikiwa ni asilimia 68 ya watoto waliohudumiwa nje ya nchi kwa miaka 16. Katika kipindi cha miaka minne chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan hospitali imefanikiwa kupandikiza watoto 69 ikiwa ni sawa na asilimia 67 ya watoto wote waliopata huduma hiyo tangu ilipoanzishwa nchini mwaka 2017. Huduma hizi kwa sasa zinatolewa na wataalamu wazalendo kama nilivyosema, kwa asilimia 100. Sambamba na hilo, serikali imefanya uwekezaji mkubwa wa kusomesha wataalamu na kuboresha miundombinu ya kutolewa huduma hizo ikiwemo maabara ya kisasa ya kwanza kabisa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara ya upasuaji wa masikio na kituo cha mafunzo ubobezi kwa madaktari wa kada hiyo barani Afrika. Lakini uwekezaji wa vifaa vya usikivu ni uwekezaji mkubwa mno, na kuwa na serikali ambayo inajitolea na kukomiti kuwahudumia watoto hawa ni jambo ambalo linahitaji sisi kama Watanzania kuliona ni la busara zaidi, na kushukuru serikali yetu kwamba imeweza kugharamia watoto wetu wakaweza kupata hii huduma tukiwa nao hapa hapa nchini.